Hivi ni vipimo vya HIV. E, kuna wengine wanasema sio, yani havipuvu jambo hilo, wengine wanakubali. Kila mtu ana mtazamo wake juu ya jambo hili. E, kuna kitu nataka kufanya leo. Nimewaza kwa nini mgonjwa wa HIV asiwe na chai yake maalum ambayo atakuwa anatumia kama vile sukari ya mtu mwenye HIV na kadhalika. Kuna uwezekano wa kutumia vitu vichache vinaweza vikawa na mchango mkubwa kwa mtu aliyoathirika na virusi vinavyoleta ukimwi. Wazo hilo nimelipata leo kwenye majira ya sa saa saba na hii, hili ndio boksi la vipimo, hili ndio boksi la vipimo. Uh, twende pamoja na hichi ndo kipimo, uh, cha HIV. Najaribu kuonyesha nini tufanye ili mtu awe na chai ya HIV. Kwa ni na kikata kipimo hichi, kikata hichi kipimo na kiweka hapa. nakata kipimo cha pili nakiweka hapa, nakigeuza. Nakata kipimo cha tatu nakiweka hivi. Nakata kipimo cha nne na kiweka hivi hivi kipimo, e, nachukua damu ya mtu alioathirika. Hii ni damu ya mtu alioathirika na virusi vinavyoleta ukimwi Kitachokufanya uamini tutapima, naomba maji. Ninachotaka kuonesha hapa kwanza, tunachukua damu ya mtu ambaye yuko positive. tuone positive yake ikoje? Hiyo ni damu ya mtu ambaye ni positive. Moja, mbili, tatu, nne, alafu

Hii namba moja tuliweka maji yake, maji yake, alafu hii tuliweka maji hii hii tunadondosha maji yatokanayo na viungo vya chai ambayo tutakuja kuonyesha huku mbele. Oh, sorry hichi kitakuwa kime itakuwa kitaenda sawa kwa sababu so, maji hayakuingia uh, ndani, ila hichi maji yameingia ndani. Tusubiri majibu yake. Hivi hivi viwili hivi, hivi, hivi, hivi, hatujaweka maji aina yeyote ile. Naona hichi kinachora mistari miwili ambayo kina maji ya kipimo tunasubiri kuangalia hivi viwili. Hichi maji yake nimepiga sindano, yamekwenda kwa spidi. Alafu sasa tunachukua damu ya HIV tunachanganya na maji ya viungo vya chai, tutaiweka kwa muda wa wiki moja. Alafu tutakuja kuipima hii damu tuone kinachoendelea kitu gani kime kinaendelea kwa haya maji. Acha niongeze kidogo. Hichi ndio kiwango ambacho

Hii ndio mchanganyiko wa viungo na damu ya mtu alioathirika. Naomba ufate vitu viwili, utizame kipimo hichi na kipimo hichi hichi. Tunasema kimeharibika kwa sababu maji yaliingia ndani. Hapa maji hayakuingia ndani, tunasubiri kitasoma vipi. Kina damu na kina maji ya viungo. Hichi hapa kina damu na maji yake haya ya ya, na haya maji, haya maji, hivi vitatu hivi viwili vina mchanganyiko, haya maji, haya maji na maji ya viungo na damu ya mtu alioathirika. Afu tuone majibu yake yanakuwa, yanakuwa namna gani. ukitizama huu mstari wa kipimo hichi ambao hatukuweka namba ili ziweze, tutarudia tena. Ina damu ya walioathirika na ina maji haya na ina maji ya viungo, utaona mstari unavyopotea. Utaona hichi chenye damu na maji haya unavyokwenda na huu hapa, lakini tizama haya, tumeweka maji ya viungo peke yake. Kitizame hichi kipimo, natizama hivi vipimo, inatupa picha. Viungo hivi vinaweza vikawa na msaada mkubwa kwa mtu alioathirika kutokana na hii picha ya awamu ya kwanza, lakini kumbuka, tutapima tena kwa muda wa siku saba hizi chupa mbili ambazo zinahifadhiwa, tuone ndani ya siku saba kuna kitu gani kitatokea. Kumbuka tunatafuta chai ya mtu alioathirika chai, na tumetumia viungo viungo ambavyo tutaviweka wazi baada ya majibu ya wiki moja. Kwa hiyo, na ikipendeza, tunaweza tukaituma hivi video kwa watu ili wakaona namna gani tunavyofikiri ili kuhakikisha tunamsaidia Mtanzania mwenzetu au Mkenya au Mganda, ili kuhakikisha anapata ushirikiano wa dawa anazokunywa, lakini na viungo vya chai, ili kuweza kuleta tija katika safari ya afya yake. Hivi vipimo vichunguze viwili, hichi kina damu na maji. Hichi nimepeleka sindano vibaya, maji yamemwamikia yamemwagikia mbele, haikutoa picha vizuri. Hichi hapa kina damu HIV na maji, kama utaratibu wao wanavyopima lakini hivi viwili e, hakileti picha nzuri ya kipimo. Mstari unaonekana kwa mbali sana, kwa sababu kuna mchanganyiko wa damu ya HIV e, viungo maji ya viungo na maji, e, maji ya viungo. Kwa hiyo kipimo kimepoteza uasilia wake kama kipimo kimepoteza uwasilia wake kwa dakika hizi chache, akijaleta picha rasmi, tunavumilia kwa muda wa wiki kwa damu hii hii tena, tuone ikitupa jibu la asilimia themanini kwenda mbele, basi chai hii tunaanza kuwatumia wagonjwa ili waanze kutumia chai hii kwa niaba ya kuendelea kuimarisha afya zao, na awamu ya pili tunavyopima tutasoma kile kipimo, tutaanza kusoma box hili lilivyo, tutaanza kusoma kipimo kama kija expire na nini, ili jibu litopatikana liwe lenye faraja kwa watu wengine. Kwa hiyo maji ya viungo hayakutoa picha rasmi ya kipimo hichi, kipimo cha HIV -ch na hichi kimetoa picha rasmi hichi hakikutoa picha kwa sababu maji yalidondokea, sikuwa makini wakati naweka maji. Hichi bado kimekoza, kijatupa picha rasmi. Nafikiri nimeeleweka. Baada ya wiki, tutarudia vizoezi kwa kujua tunachosema. Asante.